Nadhani vizuri sana tupeane hii elimu kuhusu madini. Ukitaka kutumia rasilimali yoyote, iwe ni maji, iwe ni gesi, iwe ni madini, iwe ni petroli, mafuta, kwa maana hiyo, lazima uwe na leseni ya kuchimba. Hakuna mtu anayeruhusiwa kugusa, hivyo nivyo visema, kama hana leseni. Hata kama ni ardhi yako, lazima uende ukakate leseni. kwa sheria ya madini ni kwamba popote yalipo, mtu anaruhusiwa kukata leseni yaani iwe, ba, iwe baharini iwe kwenye ziwa iwe kwenye mbuga za wanyama iwe barabarani iwe kwenye makazi ya mtu iwe kwenye hifadhi ya mlima. Hatua ya kwanza lazima umalizane na wale wanaomiliki ardhi, analipwa fidia, kwa sababu yeye haki yake ni ardhi, sio madini, kwa sababu pia kwa sheria ya ardhi mtu haruhusiwi kumiliki ardhi kwa kina kinachozidi mita tatu sasa ukishapata kibali kile na ukamalizana wewe mwenye ardhi hapa juu sasa wewe unamiliki ardhi pamoja na leseni ya kuchimba madini ukichimba ukishatoa tu kutoka huko chini ukaileta hapa nje ni mali ya serikali humu ndani kuna kodi zake kodi ya kwanza inaitwa mrabaha ni kodi ya fidia ya mali ambayo ukishavuna hayoti tena mrabaha unalipwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye madini kwenye mafuta kwenye gesi kwenye miti. Kwa hiyo wizara ya madini, wao ndo wamepewa dhamana ya kuangalia madini, kwa hiyo wale ndio wanakusanya hiyo kodi. Lakini cha pili, mgodi wako huko wapi huo? Mwenye halmashauri, halmashauri ndio mwenye dhamana ya utawala. Halmashauri ya Geita inatakiwa ifanye vitu viwili. Inatakiwa aitoe leseni ya biashara. Sasa kwenye madini halmashauri haitoi leseni ya biashara kwa sababu leseni ya biashara inatolewa na nani? Na wizara ya madini, lakini nyingine zote huko anaitoa leseni ya biashara ni halmashauri kodi inayotozwa na halmashauri inaitwa Service levy. Service levy inatozwa kutokana na mauzo ambayo mfanyabiashara ameuza. Ilikuwa asilimia sifuri nukta tatu, juzi sheria imebadilishwa, imekuwa sifuri nukta mbili tano. We uliyechimba hapa ukayaleta hapa nje, kodi yako ya halmashauri ni ile sifuri nukta mbili tano. Kwa hiyo kuna mwalo, kuna krasha, kuna CIP planti wale wote wale, wana tozo ambazo wanatakiwa walipe kwenye halmashauri. Hebu tujitahidi, mtu yoyote anayesafirisha ahakikishe kwamba analipa ushuru.